Yes, mtazamaji wa Masters TV hu walgani popote ulipo. So tunamshukuru Mungu huku tulipo. Ni siku nyingine ambayo Mungu amebless, Mungu ametaka tufanye hivi. Tumetulia zetu hapa, tupige story moja mbili tatu na kaka ambaye yuko mbele yetu kwa majina yake atajitambulisha mwenyewe. So nikusi tu ili uanze kupata mambo ya Masters TV itakubidi usubscribe, kulike na kucomment mambo ya Masters TV. Tunaendelea. Ni aje? Ah, safi. Oh, wewe mzima wewe. Tunamshukuru Mungu. Kwa majina. Kwa majina naitwa Charles Gerard Hamis, Charles. So Charles, tumekukuta kwenye mazingira haya. Sijui ndo mazingira nyumbani ya nyumbani au ulikuwa unapita? Ah, ndo mazingira yenyewe haya ya nyumbani kama unavyoyaona. Mm. Yeah. Unaishi huko? Ndio. Okay, vizuri. Okay, Charles, wewe ni mzao wa hapa au mgeni, maana tunavyokuona unatisha. Ah, amna kawaida, mimi mzao wa hapa, kijiji hiki ndo nyumbani kabisa nilipozaliwa. Sawa. Mr. Charles, so naweza nikawa na jambo moja au yakawa mambo mawili ambayo naweza nikayaongelea au tukayajadili kwa mchana wa leo nitaka, no, nijue kwanza we Charles, unamke mke? Namke. Na familia unayo? Kabisa, na namke, ila Mungu ajansadiani sijabahatika kupata mtoto, ila namke Okay poa. Mr. Charles, sasa hivi kuna kasumba ambayo inasumbua sana jamii yetu ambayo hiki kitu kinakuwa kiko endelevu. Leo kinaweza kikawa kwangu watu wakakisema, wakakikemea lakini kesho katokea kwa mtu mwingine. Na sio kitu ambacho labda ni kigeni. Nikikitaja hapa unakielewa vizuri kabisa. Hiki kitu cha kusema kwamba tunakuwa tuna tunajiposti sisi wenyewe kwanza. Hivi na mtu hadharani, kweka ya kwanza niseme, kutokana na maisha yetu tulionayo, mi nafikiri watu wanafanya hivyo kutokana na ugumu wa maisha, ila pia na wale watu ambao wanaomba zile picha au tuseme zile vidio kwa ajili ya manufaa yao wenyewe, kwa kuwasaidia watu kutokana na umaskini wao Ah, kidogo niseme na wenyewe niseme kidogo, yani niseme wanaojiposti na wanaomba zile video kiukweli hawapo sahihi kutokana na jamii inayotuzunguka ya na mila na tamaduni zetu sisi watu weusi au Waafrika a vile vitu kwetu ni vigeni, japokuwa tunavifanya kutokana na umaskini wetu, ila vile vitu kwetu ni vigeni na sio vizuri ya kwa kuwa tunaishi unaweza kukuta labda ni mama mtu mzima ana miaka arobaini hamsini ya hata thelathini ishirini anakuwa labda kaolewa e, sasa anafanya vile vitu huku jamii anayoishi nayo kuna baba mkwe kuna mjomba pale kuna shangazi pale kuna kaka ya anafanya vile vitu na vile vitu vinata, vinatazama na, na watu wengi ya kiukweli vile vitu sio vizuri katika jamii yetu havipendezi kabisa kabisa, havifai, maana yale ni matukio ambayo yanaonwa na watu wengi, na yule mtu ambaye unafanya wewe kwa kutaka akupe kidogo ya kujikimu kutokana na maisha ulionayo ya baada ya kufanya kile kitu, kwamba amekiomba ili akupe hela, kwamba atakihifadhi yeye, hafanyi hivyo no. Anaamua sasa akiweke uwazi kwenye mitandao ya jamii. Ya sasa unakuta sasa hivi dunia imekucha, ya utandawazi ni mwingi mtu mwenye miaka kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane ana simu ya hata kumi na mbili sasa hivi ana simu, kwa vile vitu vinarushwa, kwa bahati mbaya anavyona mwanao, ba mjukuu, baba yako, mkwe ya mjomba wako, shangazi yako, we unafikiri kwa jamii yetu hivyo vitu vinaruhusu? Sio vizuri. Okay, nitaka nijue kama ulivyosema kwamba mtu anaweza akafanya wa kumpa mtu mwingine ndugu e au rafiki e, mi na shida ya kitu fulani. So ili wewe unitimizie hicho kitu fulani, lazima unifanyie na mimi kitu fulani, ili tu kama tumebadilishana, si ndio? Sasa ule anayepewa ile video ndo anashindwa kuihifadhi, au mtu mwenyewe anarekodi tu video afu anaiposti ya yeah, mi nafikiri mtu mpaka anafikia hatua ya kufanya hivyo, tayari pale kati kuna maelewano fulani ya kwamba fanya hivi au kuna watu labda kwa mfano ana mpenzi wake. mm -hmm. Yeye yeah, yupo Afrika ila mpenzi yuko yuko Ulaya. mm -hmm. yeah, anafanya kile kitu kwamba mpenzi wake anamwambia, ah, nimekumisi. yeah, niko mbali nifanyie kitu fulani ili niwe na kuona tu kama vile ule wimbo naomba tujirekodi siku nikikumisi na itazama tu. Umeona? Sasa anasema nimekumisi, kwa hiyo nifanyie kitu fulani, nitakupa chochote kinaitwa sabuni angalau, umeona? anakifanya kile kitu kwamba yule baby kamis, umeona anafanya kile kitu kwamba huyu ni mpenzi wangu, ya, ameniomba video yangu atazame yani, kumbukumbu yani. Ya, anatuma, lakini yule mtu malengo yake na zile fikira zake au na vile yule mtu aliyetazamia kwamba nikituma atakihifadhi vinaenda tofauti. Ya, huyu anatuma, lakini mpokeaji yeye malengo yake ni kuharibu kabisa, yaani kuchafua jamii yani, kumchafulia mtu kwenye jamii yani, watu wamuone mitandaoni ya, fulani huyu si fulani. mm -hmm. Ya, pia kitu kingine niwaombe wale ambao wanaziomba zile video, mm -hmm. kwamba nitumie. mm -hmm. Jamani, tumieni hekima, na mwe wastaarabu. Ulikiomba kile kwa maelewano ya watu hawa. mm -hmm. lakini ikikaa muda wa wiki au mwezi sio mambo ya watu wawili, tunaona watu wote anakuwa public, umeona sasa? Kile kitu jamani, hata kama ni umaskini, unapotaka kumpa mtu usimuwekee masharti kwamba nifanyie kitu fulani nitakutumia dola mia tatu, dola mia mbili. No, unapotaka kumpa mtu kakuomba shida, kakulilia, ndugu, rafiki, labda eh, kaka, hebu jaribu kumsaidia bila masharti yeah. unapotaka kumsaidia mtu umsaidie bila masharti yoyote. Na waswahili wanasema kosa au umaskini wa mtu yani. isiwe fimbo kwamba wewe una kauwezo kako fulani au wewe unakacheo kako fulani, unatumia kale kauwezo kako au ka kacheo kako kule kale kumpiga yule mtu kwamba ndio fimbo yangu sasa, hii ndo nitakuwa namchapia. Yes, ana shida. Ya. Kwa hiyo akiomba tu kitu fulani mimi naambia nifanyie hivi. Mm -hmm. Mimi najua atatuma tu kwa kuwa yeye ana shida, ana njaa. Umeona? Mm -hmm. Kwa hiyo jamani, niwaombeni na nyie ambao mnaziomba hizo video kueni wa staarabu. Ya, kumbukeni huko mlikoenda mmetoka kwenye maisha mliotuacha. Mm -hmm. Ya, mmetuacha kwenye maisha ya shida na mmetuacha dada zetu, mama zetu, shangazi zetu, dada zetu tena niseme kiujumla ki, ki ujumla, bibi zetu. Kwao lazima ukumbuke kwamba ulikotoka maisha yalikuaje. So una, unaomba video alafu mtu tena ile video huihifadhi, sasa kwamba ni kumbukumbu, naitazama peke yako no. Unataka tuitazame watu wote kiujumla. Yaani mtu yule aibike. Ningewaomba, jamani, nanyee wapokeaje, mweo wastaarabu, msiweke masharti kama mtu amekuomba kitu msaidia, yani ki tu kwa roho safi, yaani kiroho safi tu kwa nia njema kwa moyo mmoja pasipokuwa na masharti yoyote. okay, kaka Charles, si nataka niulize hapo hapo kama ulivyosema, eti kwamba mtu anaweza akaombwa kitu na mpenzi wake. Hivi mpenzi kumwomba mpenzi mwenzake tuseme sexy, sexy video ni halali no? Kwa upande mwingine, inategemeana na maelewano yenu, labda huku mwanzo huku ya mlikuwaje? Labda mwanzo kabla kipindi mnaanza mapenzi yenu mlikuwa mnatumiana, umeona? Kwa hiyo inategemea si mazoea, watu tunaishi kwa mazoea ya inategemeana vile mwanzo mlivyokuwa. Kama mwanzo mlikuwa hivyo hivyo, lazima kile kitu mtakidumisha, kitaendelea kuwa hivyo hivyo, lakini kama mwanzo hamkuwa hivyo mkaja kuombana baada ya miaka, kwamba fulani kwa kuwa yuko huko mwingine yuko u, mwingine yuko huku kwamba tufanye hiki kitu, hicho kitu sio kizuri. Sioni kama ni kitu kizuri kwenye jamii. Okay, poa. Ulisema kwamba watu wana, tunafanya kwa ajili ya umaskini, ila kuna malalamiko ya watu wengine wanasema kwamba sisi hatujafanya hivyo kama hivi mfano, kuna bidada alifanyiwa ali hicho kitendo, alafu ule mwanaume akasema kwamba mimi sijafanya hivyo, aliyefanya hivyo alikuwa ni rafiki yangu. Badala ya kuja kukuta kwenye simu yangu alizihamisha naye ya akaenda akawapostia watu, na inaonekana kwamba ule rafiki yake ndo ali, alikuwa snitch hapo katikati. Kwa ule mwanaume aliyetumiwa yeye alikuwa hana hiyo nia, lakini tulio tuliofanya hicho kitu chote na mpaka kufike wapi kwenye jamii ni sisi wale wale tuliotoka huko. Hilo lingine naliongeleaje? mm, jamani ni, ni washauri watu kwanza, simu ni siri ya mtu, yani simu yako wewe ni siri yako mwenyewe. Hata tunaweza kuwa ni marafiki tuloshibana, yani tulichonyimana ni usingizi tu lakini inapofikia kwenye suala labda la simu, hiyo simu ni siri ya mtu na ni mali ya, ya, mtu ya mke na mume ndani. Wanaweza kuwa wanachangia kitanda, wanaitwa ni mwili mmoja, ila inapofikia kwenye wakati wa simu, kila mtu ana ya kwake na ana siri zake ndani ya simu yake. Ni washauri watu ambao wana tabia ya hivyo, au ambao watu wanaendekeza huo ujinga. Unapokuta simu ya mtu Kabla ya kuitumia hebu muombe, naomba nitumie simu yako. Akikuruhusu ya tumia, lakini yale uliyokuta ndani ya simu yaache kama yalivyo, maana yale hayakuhusu. E, kama umekuta kuna video fulani imetumwa wai we uichukue uisambaze bila idhini ya mwenye simu, hicho kitu sio kizuri. Ningewaomba na wenyewe watu wanaofanya ya, uo, niite ni ujinga e. Wangeacha hmm. Waache maana hicho kitu sio kizuri, kwa kweli hakipendezi. okay, poa. Na tukiongelea jambo lingine, ni lile la kusema kwamba hapa tulipo ni maeneo na ni mazingira ya kambini. Kuna tofauti au kuna tuseme mabadiliko kidogo yametokea toka watu wawe wanaenda huko na mpaka sasa, ni mabadiliko ambayo tunayaona kwa vijana sio ya halali. Sasa tuseme watu tunakuwa tunashindwa kumiliki hela, tunashindwa kumiliki vitu vya thamani, lakini tunaonesha watu kwamba tuna hela. Sijui jambo hilo na wewe unaliongeleaje? Mimi ni maskini, lakini sitaki public waone kwamba mimi ni maskini, na kuwa na kuwa na sifa fulani mtaani ambayo labda hainifanani. Nikiingia ndani naweza nikamwaga hela, lakini nikija ndani nalia. Sijui unaliongeleaje na hilo mm? Siku zote maskini ndio utamani kuishi maisha ya ya ulimbukeni. No, ulimbukeni tajili hawezi e, kufanya jambo kama hilo kwa mtu anaejelewa kwamba mimi sina. E, najua kabisa ndani mwangu mimi nina elfu kumi, labda kwa mfano akiba ya nimepata labda laki tatu. Kuna watu wanafanya labda kuna vitu vingine vya kuwazima vya mkopo ili aonekane mbele za watu fulani. Siku hizi ah, mambo yamenyooka bwana, nyota imewaka, kumbe ndani hana kitu, ila anafanya vile vitu kiulimbukeni tu, yani aonekane kwamba na yeye yumo, yani kule kitu cha kujionesha ni mbele za watu mm, ya hivyo vitu tunavyo sisi watu maskini ambao tuna upeo mfinyo e, eh, tajiri aweze akufanyia hicho? Au mtu anayeona mbele hawezi akafanya kitu kama hicho, ila kwa sisi ambao tuna upeo mfinyo tunafikiria pafupi, ndo huwa tunafanya hivyo. Huwezi kukuta tajiri anafanya ujinga kama huu hata siku moja. So, so iyo, iyo, tatizo ndo imekumba sana vijana wa hapa kambini. Vijana wa wengi wa hapa kambini utakuta hana chochote, lakini anafanya vikubwa. Iyo kwa mkopo, iyo kwa, kwa ile atakayoipata yote ipite, anaweza kapata milioni. Iyo milioni kama itakuwa mitatu yote, inapita. Anaweza kapata laki tano, anakikisha iyo laki tano yote inapita ili abaki na, vile, na zile sifari. So, siji una, una lipi la kuwashauri watu kama nao? Ya, kwanza nitasema, unajua kitu ambacho hujakitolea jasho hakikusumbui, yaani unakitumia vile utakavyo. Hujakitumia si hujatolea jasho, ina maana yani kinakuja tu ume labda, kwa mfano una rafiki yupo huko, e, una kaka, e, una mamdogo, shangazi, mjomba yupo huko kakutumia. Jasho kuitoa wewe kuzitafuta, ila wewe unatoa jasho kwenye kuzitumia tu. Ya, yeah, hivyo vitu kwa watu ambao hatupendi, yani hatupendi kufanya kazi. Tunaopenda kujilea ndo matumizi yake hayo. Ya, yeah, yani kwamba ah, acha tu nitumie kesho sita nitapiga simu tena zitakuja zingine. Uh -huh. Ya, yeah, mimi ninatumia tu. Kazi yangu, yani na maana mimi shida yangu kwamba leo amenitumia milioni moja na marafiki sita. Uh -huh. Ya, yeah, napiga simu kwa marafiki zangu. Kila rafiki aje na demo yake. Yeah, umeona tukatumie, nimetumiwa laki sita kwa mfano naenda. Huko tunatumia, tumeenda labda asubuhi mpaka saa moja za jioni, ile hela sina. Alafu huku nikija kuangalia kwenye akaunti yangu ndani hakuna mia hatai hata mbovu ya mazingira ma, ma tulionayo na mazingira, tuseme watu wengi ambao tumekuwa nayo, yani makuzi yetu ni ya kupewa kitu cha kupewa akinaga uchungu. a ah, ah. Kitu chenye uchungu ni kitu ulichokitolea jasho wewe. Mimi nina uhakika kwamba ukiwa unatolea kitu chako jasho huwezi kuwa yani ukawa unakisimamia ovyo, hapana. Lazima ukiwekee ni nini mahesabu, maana unakitolea nini jasho lako, lakini ukiwa ni mtu leo zimeingia labda laki mbili, kesho laki hamsini laki tatu akili haiwezi ku, kuinuka kwamba ni, ni hifadhi vile E, ni, ni wachache sana ambao huwa wanatumiwa hivyo vitu mm. Na wanafanya jambo la maana mm. Lakini kwa asilimia themanini ya, ya jamii yetu naotuzunguka mm. Ni watu ambao wakitumiwa hivyo, kesho hana hata mia mbovu, yaani maisha tu ya kujipendekeza na ule ulimbukeni kama nilivyosema kwamba tule tu ya tutumie tu, kesho utapiga simu jamaa yangu, yeye yupo atatuma tu ili tutokane na hiyo hali tuseme, unatushauri nini sisi ambao ni kamseleleko, tunapenda mterezo tu ya? Kwanza ningependa kushauri vijana wenzangu au kwa jamii inayozunguka kwa ujumla tufanye kazi ya. Unajua, Waswahili wanasema ukitaka kula na kipofu usimguse mkono unapoingia kwenye saani hivi usimguse, atajua kwamba kuna mtu mwingine ninakula naye. Kula kwa akili, tufanye kazi ili tuwe na uchungu na hizo hela. Mi, ushauli wangu ni huo tu, tufanye kazi. Ukiwa unafanya kazi, lazima uwe na uchungu na usimamizi mzuri kwa mali zako au pesa zako au miradi yako au kitu chochote utakachokinunua cha maana lazima na uchungu nacho, okay. Braza, tunaenda vizuri kama ulivyosema tu kwamba mazingira ambayo tumelelewa na malezi ambayo sisi tuseme, hususani sana jamii ya Kikongomani, tuna yale maisha ambayo ni ya kupewa. Unaweza kakuta mtoto ameshafika hadi miaka ishirini ishirini na tano lakini bado tu analilia vya mama yake, bado tu anapewa na mama yake na baba yake hilo swala kwa jamii yetu na wewe na unavyoliona unavyo kwamba inaendelea kutudumaza na ungekuwa unge na lipi la kuwaambia wazazi wetu au sisi wenyewe ambao tunaenda kuwa wazazi watarajio tarajio? Mm, kwanza ningesema jamani, kweli tunaishi tunafata, tunaishi tunafata mila e, mila na desturi, lakini ningependa nishauri wazazi au sisi ambao tunaenda kuwa wazazi ya tungeacha hayo masuala ya kwamba mimi mtoto wangu awezi akaangaika mimi nipo, yani mtoto ana miaka 30 thelathini na tano arobaini Mbaba. Baba huyo godoro anaolalia la mama yake shuka ya mama yake, ni sema tu kiujumla wazazi wake, ya akitaka kuvaa suruali kwa wazazi, yani yule mtoto yeye anakuwepo ni kivuli tu au mtoto tu ilimla ili mradi kwamba huyu hey, ah ni mtoto tu ni, mtoto wetu. Yale hayo ni makuzi ambayo yalianza toka awali, kwamba hii jamii yetu sisi huwa tunakuwa hivi ya kwamba mimi nakifanya hiki kwa kwa nilikiona kwa babu kwa bibi, hatimaye kimeambukiza mama Mbaba. na baba aaaa, kwa hiyo na mimi nitakuwa hivi hivi, hata na mimi nitakowazaa watapita mle mle. Waswali wanasema maji hufata mkondo ko sote tunaenda mle mle na ukija kuangalia kwa huko mbele, kiukweli hayo masuala yatatumiza e, yatatumiza kivi. Hawa wazazi kwa sasa wanaenda wanazeeka, ya hawarudi nyuma. Sasa sisi ndo tunabaki tunaitwa baba ya mama. Uh, unafikiri hizi familia zetu zenyewe zitaishije? Kwa mfano, si hatutaki kutafuta, ndo kila nilichosema kufanya kazi hatutaki, ya tunataka kila kitu eh, yani kamsereko ndizi nani, ganda la ndizi eh, tutereze tu tufike pale mbele. Tungefanya kazi, ukifanya kazi hata unemzaa anakuta unafanya kazi, anasema hapa ndipo walipopitia nani baba au ndipo walipopitia nani mama. Hilo lilikuwa ni, ni jambo jema kama tukijituma, tuishi kama jamii zingine kwamba siwaga Siwa. Tunawacheka ndugu zetu wa ah, mtoto ametimiza miaka kumi na saba, unampa shamba, anaanza kujitegemea. Unapewa kule ni kupewa ukakamavu na ujasiri wa kutafuta kujitafutia ya yeah, kwamba kila mtu aubebe msalaba wake mwenyewe. Hakuna kubebeana misalaba. Hata Yesu alichoka, ndio maana akatuambia kila mtu aubebe msalaba wake mwenyewe sasa si tunakuwa tunawaona wale watu kwamba wanawatesa watoto wao wanawanyanyapa watoto wao, kumbe braha hapa wanaona ni halali kabisa yeah. na kila kitu kinakuwa kinatusumbua sana. Kwa upande wangu mi niseme mm, watu wa asili ya Kongo au tuseme watu wa asili ya huku bembeni wakifiwa waga wanaumia sana. Ni kwa sababu wanaona hata kama nilikuwa mkubwa mimi, nina miaka arobaini ila nilikuwa na, na dereva wangu akuwahi kuniambia hii gari linaenda wapi litaishia wapi. Kwa hiyo ule dereva akifa itanituma akili zijaji sana, nimeachwa hapa, sijui safari ilikuwa ya kwenda wapi, sijui wapi nilipotoka na nitaishia wapi. Kwa hiyo inakuwa inaumiza sana, unakuta mtu anazofika kisaikolojia, kwa kuwa alizoea ali si baba yupo hata mtoto wake akifanya kosa baba yupo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hivyo ulivyosema na ulivyoshauri. Kweli jamii yetu inaenda vibaya, tena inaenda vibaya sana. Japokuwa ni mila, lakini kuna mila zingine waga, zinakataliwa na zinatolewa kabisa kwenye utaratibu wa mila. So, una jambo lipi la mwisho la kumwambia mtazamaji wa Mastaz TV? Yeah. Kwa watazamaji, mi cha kuwashauri, mi najua ni jamii nzima inayotazama Masters, Ma, Masters TV, mi ningeshauri kwa vijana, maana taifa sio wazee tena, no ni vijana. Mi ningewashauri vijana, tufanye kazi, tujitume, maana hawa ambao tunawategemea wamechoka, ya yeah, walianza bado tupo tumboni, tukazaliwa, tukaanza hatua ya kutambaa kutembea, na makuzi kiujumla, tuisha kuwa watu wazima, tufanye kazi ili wanaokuja nyuma yetu na sisi wapate pa kupita yeah. Okay, mtazamaji wa Mastaz TV, ulikuwa na mimi Tunza Amos kwenye kipindi cha stori za maisha so ulikwenda kusikia tilichokwenda ukiongelea mahali hapa na brother Charles alivyosema, alikuambia kwamba we, ambaye bado unamtegemea mama kupe shuka kupe kila kitu, ni muda wawe kusimama, fanya kazi, hamka ndugu yangu, maisha haya ya baba huyo arudi nyuma. Ipo dei nitakuuliza baba yuko wapi. Ipo dai nitakuuliza mama yuko wapi? Kwa hiyo ukiwa kwamba haufanyi kazi wala haujitumi, itakuumiza na itakufanya uwe mpumbavu zaidi na zaidi, maana saikolojia yako itaumwa. Lakini ukiiga kwa wenzetu upande wa pili waha, utajifunza kitu. So ni kusii tu, ili wewe kwanza kupata mambo ya Mastaz TV, itakubidi usubscribe kama nilivyosema hapo awali, ulike na kushare mambo yetu. Bye bye.